Sikiliza kwa makini sana, kuna ndoto ambazo hazijirudi bila sababu kuna alama ambazo hazijitokezi bila ujumbe, na namba saba ikitokea usiku, si ya kupuuzwa hata kidogo. Ukiona namba saba ndotoni, mara moja jua kuna hatua kubwa unayoambiwa uchukue, kuna jambo lililofungwa linakaribia kufunguliwa, na kuna mlango wa hatima yako unakaribia kutikisika. Usije ukaamka ukaisahau. Ndoto hizo si za bahati mbaya, si za kawaida ni ishara nzito za kiroho zimekujia kwa wakati maalum, na kama hutazitumia unaweza kupoteza nafasi uliombewa miaka mingi. Leo na kufunua siri ambayo wengi hawajawi kuielewa kabisa. Namba saba ukiziona ndotoni, tumia mara moja, kwa sababu hizo ndizo ishara zake nzito unazotakiwa kuzichukua kama hatua ya haraka. Jiandae kwa sababu namba saba ikionekana kwenye ndoto yako ina ujumbe mkali kuliko unavyofikiria. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulaiki video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia, kama wendo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe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 huashiria mambo haya, namba moja. Namba saba huashiria ukamilisho wa kiroho. Siku zote namba saba ndotoni inaonyesha kuwa jambo lililokuwa linaendelea katika roho linakamilika, iwe ni maombi yako ya muda mrefu, vita vya kiroho, msimu wa mateso umefika mwisho wake, msimu wa kungojea baraka umefika mwisho. Siku zote hii ni ishara ya mlango umefunguliwa upande wa roho, sasa hatua ya kimwili inakaribia. Kwa hiyo mara nyingi baada ya kuota namba saba, siku chache au wiki chache baadaye, mtu huona dalili za mabadiliko, unafuu katika kile kilichokuwa kinamsumbua, kina njia ya ajabu ya kutoka kwenye mateso au na shida inaanza kutokea. Kwa hiyo siku zote namba saba huashiria ukamilisho wa kiroho. Siku zote namba saba huashiria ukamilisho wa kiroho. Namba saba ndotoni inaonyesha kuwa jambo lilokuwa linaendelea katika roho limekamilika. Inaweza ikawa ni maombi yako ya muda mrefu, inaweza ikawa imeishia yamekamilika majibu ya maombi yako yamekamilika. Inawezekana ni vita vya kiroho, maanake imefika mwisho. Kwa hiyo, ukiona namba saba ndotoni inaashiria lile jambo ambalo lilikuwa likiendelea kwa muda mrefu limefika mwisho wake, yamkini ni vita vya kiroho, inaweza kuashiria limefika mwisho wake, lakini pia inaweza kuashiria msimu wa mateso umefika mwisho wake, lakini pia namba saba inaweza kuashiria msimu wa kungojea baraka, baraka zako umefika mwisho. Kwa hiyo hii ni ishara ya mlango umefunguliwa upande wa roho, sasa hatua za kimwili zinakaribia, matokeo yanakaribia kutokea katika ulimwengu wa mwili. Kwa mara nyingi baada ya kuota namba saba au kuona namba saba ndoto siku chache au wiki chache baadaye, mtu anaanza kuona dalili za mabadiliko katika maeneo mbalimbali, inawezekana katika afya, katika uchumi, katika nyanja mbalimbali. Lakini pia mtu anaanza kuona unafuu katika kile kilichokuwa kinamsumbua. Mtu anaanza kuona unafuu katika kile ambacho kilikuwa kinamsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia njia za ajabu ya za kutoka kwenye mateso au shida zinaanza kutokea kwa hiyo namba saba. Lakini pia ishara ya pili, namba saba ni ishara ya mwanzo mpya baada ya uvumilivu. Namba saba huashiria kufungwa kwa mzunguko moja na kufunguliwa kwa mzunguko mwingine. Mfano, ikiwa umeangaika, umepitia vipindi vigumu au mambo yamekwama, na ghafla ukaiona namba saba ndotoni hii inaonyesha kuwa sasa umefika mwisho wa kipindi kile na Mungu anakufungulia kipindi kipya maishani mwako. Watu wengi wanaona hii ndoto kabla ya kupata kazi mpya, kuhamia sehemu mpya, kuanza mahusiano au ndoa na kadhalika. Kwa hiyo siku zote namba saba ni ishara ya mwanzo mpya baada ya uvumilivu, ni ishara ya mwanzo mpya baada ya uvumilivu. Kwa hiyo namba saba huashiria kufungwa kwa mzunguko mmoja na kufunguliwa kwa mzunguko mwingine kwenye maisha yako. Mfano, ulikuwa unapitia kipindi kigumu au umepitia mambo nyakati ngumu sana, umekwama kwenye vitu vingi afu, afu, ghafla ukaiona namba saba ndotoni. Ndoto hii inaonyesha sasa umefika mwisho wa kipindi kile, kipindi kile cha mateso, unapitia shida na mateso. Namba saba inaashiria kile kipindi cha mateso au ule msimu wa mateso umefika mwisho sasa, unaingia kwenye msimu mwingine wa furaha msimu mwingine wa amani, msimu mwingine wa kupata, msimu mwingine wa kufanikiwa. Kwa hiyo namba saba ni namba ambayo sio ya kuipuuza kabisa. Kwa hiyo ukiona namba saba ndotoni, ni muhimu ukachukua hatua kwa haraka. Lakini ishara namba ya tatu, namba saba ni ishara ya majibu ya maombi yako, answered prayers. Namba saba ni ishara ya majibu ya maombi yako. Namba saba ni namba ya maombi yaliyofika mbele za Mungu. Ukiona namba saba au ukaona saba sifuri saba au ukaona namba zimejirudia, unaona saba, saba, saba zimejirudia, au kitu chochote chenye umbo namba saba, mara nyingi ni ishara kuwa ombi lako linajibiwa na mlango unaandaliwa kwa ajili yako. Mara nyingi mtu hupata uthibitisho au meseji nzuri, kibali au ishara ya mabadiliko muda mfupi baada ya kuota ndoto hii. Kwa hiyo, namba saba ni ishara ya majibu ya maombi yako. Kwa hiyo ukiota namba saba, namba saba, 7, pia namba 7 au kaona 707 au kaona 77 zimejirudia, ndoto hii inaashiria ni wakati a uh, ni wakati wa kupokea majibu ya maombi yako. Na mtu baada ya kuota ndoto hii mara nyingi ataanza baada ya muda mchache au baada ya siku kadhaa ataanza kupokea ataanza kupokea meseji nzuri, ataanza kupokea kibali, ataanza kupokea ishara ya mabadiliko muda mfupi baada ya kuota ndoto hii. Lakini ishara namba nne, Kuona namba saba ndotoni ni ishara ya kukaribia kubadilishwa kwa hatima. Kwa hiyo namba saba inaonyesha kuwa Mungu anabadilisha kitu kikubwa kuhusu hatima yako. Hii inahusisha nyota yako, baraka zako, uwezo wako au nafasi yako ya maisha. Ni ishara kwamba kitu kikubwa na cha kipekee kinakaribia kutokea kwenye maisha yako. Mtu huanza kuona ishara za ajabu kama vile watu kuanza kumtafuta, fursa kuanza kuonekana ghafla, milango kufunguka bila vikwazo. Kwa hiyo namba saba, huona namba saba ndotoni ni ishara ya kukaribia kubadilishwa kwa hatimayako. Kuna jambo kubwa, baada ya kuota ndoto hii kuna jambo kubwa utalipokea kwenye maisha yako. Lakini ishara ya tano, namba saba ndotoni ni ishara ya ulinzi mkubwa sana. Namba saba ndotoni ni ishara ya ulinzi wa malaika. Kama ulikuwa unapitia mashambulizi ya kiroho au lisi kupigwa vita, namba saba inaonyeshwa nalindwa unaonyeshwa shambulizi limekaribia kuisha kabisa kwao. Mara nyingi baada ya ndoto hii, mtu anaanza kupata amani ndani ya moyo wake, anaanza kupata nguvu mpya za maombi kwao. Namba saba, ukiona namba saba okay, namba ndotoni ni ishara ya ulinzi mkubwa sana wa kiroho. Ni ishara ya ni ulinzi mkubwa sana wa kiroho. Lakini ishara namba sita, ishara yeah, namba saba ni ishara ya kibali na bahati nzito, unusual favor coming. Hii ni kwa namba saba, ni ishara ya kibali na bahati nzito. Ukiona ndotoni namba saba ikiwa kwenye karatasi, sim, majengo au mtu anakupatia kitu chenye muundo wa namba saba, huashiria kibali kikubwa kinakuja. Hii ndio namba inayohusishwa na kupendwa, kwa sababu kupata bahati ya ghafla au kupokea zawadi ambazo huzitarajia. Kwa namba saba, ni ishara ya kibali na bahati nzito. Kwa hiyo ukiona namba saba ndotoni, ikiwa kwenye, ikiwa namba saba ukaiona ikiwa ipo kwenye karatasi au ukaiona namba saba ikiwa kwenye simu au ukaiona namba saba ikiwa kwenye, kwenye majengo au ukamwona mtu anakupatia kitu chenye muundo wa namba saba huashiria kibali kikubwa kinakuja kwenye maisha yako, na namba saba, hii ndo namba ambayo pia inahusishwa na kupendwa pasipo sababu, kupata bahati ya ghafla au kupokea zawadi ambazo hukuzitarajia. Lakini pia ishara saba Namba saba ndotoni ni ishara ya wito au agizo la kiroho namba saba ni ni ishara ya wito au agizo la kiroho namba saba. Si ya kuitazama tu, ni ya kutenda. Ukiona namba saba, ukiona namba hii, Mungu anaweza kuwa anakupa agizo la kufanya maombi fulani kwa siku saba, kutubu jambo fulani, kufanya uamuzi halisi, kukumbuka ahadi fulani uliopewa. Mara nyingi namba saba ni kilio cha kiroho kinachosema sasa ni wakati wako. Mara nyingi namba saba ni kilio cha kiroho kinachosema sasa ni wakati wako, ni matumaini. Kuna kitu ambacho umejifunza, kama kuna jambo ambalo umejifunza na umebarikiwa, unaweza ukashare na sisi, umejifunza kitu gani? Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili uendelee kujifunza zaidi maarifa ya kiroho, na kupenda sana nikutakie wakati mwema.